Mwanga umepunguzwa sana, ama ile singo kio? Je, nibadilisha hivyo kio cha mchongo au nikabadilisha tena kio chenyewe? inazingua kana zinazingua. Sio mimi nakuulizia, kwa kaambia mia ishirini ishirini, afu mzee jua kali ngawa sitani, akaambia cha mchongo sio sitini ama nikangoa